Ni jambo la kumshukuru Mungu mpaka hapa nilipo. Mwanzo ilianza kama hadisi ambayo sikuwa na imani kwamba siku moja nitaweza takumiliki simu, yaani hata simu tu sikuwahi kufikiria kwamba naweza kumiliki kwa maisha ambayo nilikuwa nimeishi hapo awali. Na nakumbuka ilipokuwa darasa la tatu kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la tatu, nilikuwa naenda shule yanisua kaptura ile. Unajua kwa nyemba, umesoma shule za mtaani, mshai kuona mshai kushuhudia watu hivyo wanatembea, makalio yako nje, sina chupi ndani, alafu nimevaa kiatu chini, hakuna sori, of course. Mwenyezi Mungu anatupitisha katika njia ngumu sana, kiasi kwamba hata ukisimulia kuna muda unaweza ukaonekana ni muongo, lakini jamii inatambua haya maisha yao. mara ya Malaya kwanza kabisa navaa kiatu na suruali nzuri ilikuwa gani?